tunamshukuru sana Mheshimiwa rais wa e, jamhuri ya muungano wa tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ukweli ameridhia kutoa hela kwa ajili ya kutoa fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi hii miradi inayotekelezwa katika jiji la Dar es Salaam pia inatekelezwa katika mikoa yote karibuni ya tanzania bara na miradi hii inajulikana kama miradi ya Gridi Imara yaani miradi iliyobuniwa kwa ajili ya kuimarisha e, upatikanaji wa umeme kwa nchi nzima na lengo kubwa la miradi hii sasa ni kuimarisha miundombinu ya kusafirisha na kusambaza umeme ili kuhakikisha tatizo la katika, katika kwa umeme katika maeneo mbalimbali ya Tanzania lina, linaondoka, na kwa upande wa TANESCO pia tumekubaliana kwamba kwanza tuongeze usimamizi wa kutekeleza miradi hii e, kumsimamia mkandarasi ili kuhakikisha kwamba mkandarasi anatekeleza miradi hii kwa wakati na anakamilisha katika viwango vinavyotakiwa. Lakini pia tumekubaliana kwamba tuhakikishe miradi inakamilika kwa wakati ili ku, ili kuepuka gharama zinazoweza kutokea kwa kuchelewa kukamilika kwa miradi, lakini gharama zinazoweza kutokea kutokana na mkandarasi kuongeza muda. Kwa hiyo hilo tumekubaliana pia, lakini lingine ambalo tumekubaliana eh, na wataalam wa TANESCO ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na mawasiliano ya ndani ili miradi hii iwete iweze kufanyika kwa eh, kwa gharama nafuu lakini pia iweze kufanyika na kuleta ufanisi unaotakiwa. Kwa hiyo ziara hii imekuwa mafanikio, kwa sababu e, nimeridhishwa sana na kazi ambayo imefanyika mpaka sasa hivi. Kazi iliyofanywa na wataalamu wa TANESCO e, ni nzuri sana. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kumpongeza mkurugenzi mtendaji wa TANESCO kwa namna ambavyo anaweza kusimamia vizuri miradi mila, e, hii. Lakini pia nawapongeza na, na watumishi wote wa TANESCO kuhakikisha kwamba kazi hii inafanyika vizuri na inakamilika kwa wakati. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like, na kushare